Mradi wa kuwapa makao wenyeji wa kaunti ya Tana River wanaoathirika na mafuriko mara kwa mara uliokuwa umekwama sasa umerejelewa. Mradi huo utakaochukua muda wa miaka kumi na mbili kukamilika unahusisha ujenzi wa nyumba elfu hamsini za bei nafuu. Aidha, mradi huo utatoa nafasi nyingi za ajira kwa vijana wengi kando na kubadilisha taswira katika eneo hilo.

Wenyeji watanufaika zaidi kwa sababu kuna kazi mingi iko katika sehemu ya abakiki, sababu kuna mpangilio ya hizo kukatwa blocks ambayo itafaidisha wenyeji wa sehemu hii. Kama si manufaa ya jamii, hakuna faida nyingine. Siasa ni wakati wake, na haifai kupigwa siasa kama imeleta manufaa ya jamii, pamoja elimu, eh, hatuoni kama kuna uharibifu ya mazingira kila kitu iko salama e, usalama wa upande wa pili pia iko sawa e, ile nyingine ni maelewano na kazi iendelee na ifanyike.